Igoye au chagulaga ni utaratibu au ni tamaduni ya kutongoza au kupata mke katika jamii hii ya kisukuma Usukuma, ambao umesheheni katika kanda za Bariadi, Simiu samani Simiu kwa simiu Maswa umo, e, na wasukuma waliopo Singida. Na Wasukuma waliopo Mpanda wana hizi mifumo za chagulaga. Popote walipo Wasukuma maeneo hayo, hasa hasa ambao wamejikita katika mapori wanaofanya ufugaji na kilimo kule, wana hii mfumo au wana huu utamaduni wa chagulaga. Huu ni utamaduni mzuri, ni mzuri, siwezi kusema kwamba ni mbaya, hapana, ni mzuri kwa sababu mimi katika tafiti zangu nimegundua kuna faida tatu ambazo wanazipata watu hao. Faida ya kwanza ya chagulaga, maarufu kwa wasukuma wanaita igoye, huu mfumo kwanza huwa unawapa faida wazazi wenyewe. Binti yao kama alikuwa bado mdogo, ikifika wakati akawa wanazuiwa na igoye basi wanatambua kwamba ameshakuwa. Lakini pia wazazi wenyewe, wao wenyewe wananufaika pale ambapo binti yao watakuwa hazuiwi, lakini wanamwona kabisa huyu ameshakuwa mkubwa, wanatambua kwamba huyu atakuwa na nuksi e, labda atakuwa na vifungo vya namna fulani, wachangamke kumfanyia tiba au kumwosha, kama ni nyota au kama ni mwili wao wenyewe watajua hiyo ni faida ya kwanza, lakini faida ya pili ipo kwa vijana wenyewe. Kijana anapokuwa bado hajakuwa yeye mwenyewe, igoe litamtambulisha kwamba bado hajakuwa, kwa sababu kwenye kuzuia pale, hata vijana wadogo wadogo wanakuwepo, wote wanakuwa wamezuia, wamezunguka mabinti, wanamwambia chagulaga, chagulaga. Sasa ukikuta binti ni mkubwa au kuna kijana mdogo halafu ndo akachaguliwa, ataenda pembeni pale kuteta au kumwaga sera, basi anaweza akaulizwa maswali magumu. Kwa mfano, anaenda kumwambia binti, mimi nimekupenda.